Yo ebana, inakuwaje, mdau wa Info Plus Media? Kama kawa tumekutana tena kwenye chimbo la story ko, na leo tuna kodi za 255 yani plus 255 Bongo. Moja kati ya story ambayo ambao inapop sana kwenye digital platforms za mitandao ya kijamii sasa hivi, mahusiano ya ndoa kutokuwa mazuri kati ya Haji Manara pamoja na mkewe Zaylisah, hii imekuwa ni story kubwa sana mara baada ya mke wake na Haji Manara Zaylisah kuanza a, kutumia ujumbe mfupi ama kushare Insta story ya maneno kadhaa ambayo yanamdhihaki ama yanamfedhehesha hivi eh, Haji Manara. Hii ni mara baada ya mke wa Haji Manara kuanza kushare uh, Insta story zake yani, ujumbe picha ambao umedhamiria uh, kumchafua ama kumkijeli Haji Manara. So imekuwa ni moja kati ya story kubwa sana lakini sasa hivi bado posti zinaendelea kudondoka, sio kwa Haji Manara, sio pia kwa Zaylisah. Lakini Zaylisah, moja kati ya post ambayo alipata nafasi ya kuidondosha mjini Instagram aliandika ni kwamba hakuna marefu yasiyo na ncha, akimaanisha kwamba ndoa yake yeye pamoja na elekawa mumewe Haji Manara imefikia tamati. Hiyo posti aliambatanisha na picha kati yake yeye pamoja na Manara ambao alipiga pamoja muda wa harusi yao. Lakini mtu wa kwanza kabisa kuposti haya mambo alikuwa ni Zaylisah. So kupitia kwenye uh, Insta story yake aliweza kushare ujumbe ambao ni mzito, lakini ujumbe ambao umeambatana na dhamira ya haki ama kumkejeli baba watoto wake ama aliyekuwa mumewe Haji Manara. So nanukuu hapa, Zaylisah aliandika ni kwamba aliandika mtu mzima ovyo, wewe mshenzi mkubwa. Imetosha kwa sasa, nimechoka ku pretend. Sasa acha tuvuane nguo kama vile ambavyo ulivyozoea. Mtoto wa dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi, na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia, kumbe ulikuwa na mtongoza Shemon Yu, ulikuwa na kazi ya kumshikashika maziwa biti mdogo wa 18, yani mwenye umri chini ya miaka 18. Sasa raundi hii hapa umeegemea pabaya. Umezoea kulala na mahouse gelo. Sasa ukaona uamie kwa binti yangu, lo unamtumia mtoto vilaktano vyefo 50 vyako akiwa shule, li mradi tu umlaghai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote na driver wako pia anajua kila kitu na tumeambiwa na hatutakukalia kimya hata siku moja. Kila nikikuomba talaka yangu hautaki kunipa, jinamizi wewe Una gombana na mimi unamwambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo mno, mara unanitishia kupeleka kwa mange ili nidhalilike. Sasa raundi hii hapa sicheki na kima, kama ushazoea kudhalilishana nitakupa unachostahili kuanzia hivi sasa. So hiyo ilikuwa ni posti ya kwanza kabisa ambayo Zaylisah aliacha pale kupitia kwenye IG yake, ikienda moja kwa moja kwa Haji, Haji Manara issue. E, baada ya Haji Manara kuiona hii posti akamjibu bana bimdada na kumwambia ni kwamba huna chochote cha kunifanyia zai, unadhani mimi ni mjinga? Alafu akuweka alama ya kuuliza. So kila matusi yako yote atafika kila mahali na kila sehemu, na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekula kwako awamu hii hapa. Akaona haitoshi Haji Manara akaandika ni kwamba, wewe umekuja kwangu hata nguo hauna unavaa vipedo, na hata passport wala nida hauna nimemtoa mtoto wako shule ya kanumba na nimempeleka shule bora, leo aunajitusi Kamwambia eti uh, yeye asimamishi mlingoti ama jongo hapandi nusu mlingoti. Da, imekuwa ni stori kubwa sana. Cheki bana video inayofuata hapo juu kwenye mwendelezo wa hii stori hapa kati ya Haji Manara pamoja na mke wake Zaylisah. Alafu pia kama mpendezwa na hii video, usisahau bana subscribe, like, share na comment, tuendelee kupeana story code kama hizi hapa hizi ambazo zinakuwa trending kupitia InfoPlasi Media. Mi naitwa Lodi Icon.